Hebu tuangalie kila unachohitaji kujua kuhusu utoaji abuchi. Utoaji ni majimaji ya kunata yanayoweka uke wako safi na kuulinda kutokana na maambukizi. Hii ni njia ya mwili wako ya kuweka uke wako safi, unyevu na uliosheldiwa kutokana na maambukizi ya uchochezi. Utoaji unaweza kuwa ni ishara ya afya yako. Hebu tujifunze zaidi kuhusu hilo. Utoaji wa kawaida wa uke ni wazi hadi nyeupe na unaonekana kidogo ya majano wakati unapokauka. Una harufu dhaifu na unatofautiana kwa unene. Wakati wa mzunguko wako wa hedhi, utapata utoaji wako unakuwa wazi na unanyooka kama sehemu nyeupe ya yai, karibu na kati ya mzunguko wako wa hedhi wakati ambapo uko tayari kizazi. Hii ni ishara ya ovulation. Hii ni wakati wako kwenye mzunguko wako wa hedhi ambapo inawezekana zaidi kupata mimba ikiwa utafanya tendo la ndoa. Unapokaribia kipindi cha yai kupevuka, utoaji unakuwa mweupe zaidi na wenye krimu au malai. Siku zifuatazo baada ya yai kupevuka utoaji yako itakuwa inanata kama asali. Hii ni kawaida kabisa. Utoaji wa ute wa rangi waridi, rangi ya udongo ama nyekundu ni hali ya kawaida ni dalili kwamba hedhi yako iko njiani kuanza. Ikiwa utoaji yako ni wenye kutapatapa na mweupe kama jibini la kote, unaweza kuwa na maambukizi ya fagasi au kuvu. Pia unaweza kuwa na valva iliyofura kuhisi kutoa harara kidogo na kuhisi kuchoma unapojaribu kukojoa. Maambukizi ya fagasi au kuvu sio nadra, lakini yanahitaji kutibiwa, kwa hivyo hakikisha kumtembelea daktari wako. Ute wa rangi ya kijivu, kijani, njano chafu au majimaji usio wa kawaida, wenye harufu, wenye vipande au nzito ni ishara kwamba unapaswa kumwona daktari wako, kwani unaweza kuwa na maambukizi ya aina fulani. Ni muhimu kuzoea utoaji wako. Kila kinachotoka mwilini mwako kinaweza kuashiria kinachotokea ndani ya mwili wako, kwa hivyo ikiwa kitu kitabadilika, unaweza kuhitaji kumtembelea daktari wako.